moja ikuja hivi hivi, maanake wadau walioko nyuma yako wanakusupport na wanaweza yeah, kufikisha hapo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna namba kubwa ya watu ambao wanafuatilia muziki wao. Lakini Nigeria, ambacho kinafanikiwa ni kwamba wao tayari sasa, hizi imekuwa ni biashara tena. mm. Yani, challenge sio kama ilivyo kwa kwetu saizi, pia biashara, unajua mm -hmm. Yani najua n kuna wasanii wakubwa wanawekeza, mtu anakuambia bwana, kuna milioni 15 20 kwa e, challenge eh location miloni1ihi0 zi hapabasio n mzeemiautana na vijana nimekaa nao chini, unajua <laughs> sisi uh, tulisoma zamani kidogo. Watu wamesomea IT sasa hivi generation yep, e, mm hii -hmm, wametengeneza magrupu yao, yeye ana access na vijana uh, tuseme kwamba famous ndiye, saba mpaka nane wako, mfano TikTok wana followers kuanzia milioni moja kwenda kwen juu na juu na wa vijana wana charge pa pa post, unajua eh, najua kuanzia laki 2.5 kwenda juu, bado vizuri utengeneze challenge yako tangazo, sio video yote ile wakitaka wapostia kwenye peji yake, maana yake lazima utoe hicho kiwango cha fedha. Sasa yes, umeelewa. Sasa umekuta wa Nigeria, uh, walianza zamani wenzetu, yani unakuta kwa mfano mtu kama Banda Boy kufika pale alipofika alikuwa, bahati mbaya, ni uwekezaji ambao ulifanyika

kwa saizi <laughs> yani, hapo mpunga unarudi zaidi ya ilivyowekeza, kwa sababu unapata unapata, unapata kwenye platform huko za social network aa experience yako mm. Kwa msanii wake kuja kuperform Tanzania, na nani anachaji shilingi ngapi kwa msanii wake kuja kuperform Tanzania. Na nakwambia kabisa msanii wangu atapeform nyimbo sita mpaka tano an yani iko si yani vipi, Aira Star akija uh, Tanzania sasa hivi, unajua kwa kupitia mkono Don Jazz, maanake akija hapa anaambiwa kabisa kwamba wamelipa um, wamelipa um, um, dola laki mbili uta perform nyimbo nane. Na kweli akifika hapa unashangaa wewe, unajiandaa kwenda kwenye show, unaambia Aira Star sasa hizi, yuko kwenye ndege anaenda kwao mm. Mnapata vizuri, yeah. Wao wow, awa, hawana mchezo na kazi zao mm. Haya ndo maisha yao, wamewekeza pale, hakunaga nyongeza, mna bahati mbaya. <laughs> Kabisa. Amna <laughs> bahati mbaya.